Ujambo na karibu. Idara ya mazingira ya wadi ya Uthiru iliandaa kampeni ya usafi hii leo katika barabara ya Naivasha na barabara ya Mugi. Juhudi hizi zililenga kuboresha mazingira ya eneo hilo na kuhamasisha ushiriki wa jamii, zilishuhudia kushiriki kwa washikadau mbalimbali, wakiwemo wakazi na vikundi vya mazingira. Hafla hiyo ambayo ni sehemu ya jitihada zinazoendelea kukuza usafi na uendelevu wa mazingira jijini Nairobi, iliungwa mkono na gavana wa Nairobi Johnson Sakaja, Uthiru Mazingira Watch, kaunti ya jiji la Nairobi na mashirika mengine ya ndani. Wanajamii walijitokeza kwa wingi kuondoa taka, kusafisha mitaro na kufagia barabara, kuhakikisha eneo hilo linabaki baki safi na la kuvutia. Environment officer wa Uthiru sahii tuko Uthiru uh, along Naivasha Road tunafanya a clean up along Naivasha Road and uh, Mugi Road and uh, we are working towards achieving a cleaner Nairobi by collecting the litter tunatoa kio chafu kwa drainages Yeah, so that is all we are doing today unasaidia mostly to involve the community ndo unaona they are the ones who usually do most of the littering so we are doing sensitization to ensure the takataka taka wanarusha wako na at least watu wakuokotea i like, wasikuwa na, wanalita anyhow ni we work together to ensure a cleaner environment cleaner Nairobi na mimi naitwa Martin Maliki. Ah, Kifagio tumefurahi sana kwa vile tumeitwa na wale sawa environment officers wa hapa Nairobi kuja tuweze kushirikiana pamoja kufanya usafi. Tukiwa pamoja ndio tuweze kuelimisha watu wakati wanafanya wana, wana business zao, sisi tuko ready kuwafanyia kazi na kama county pia iko ready kuwafanyia usafi na kuwafungulia mitaro. Diyo in case wasinje wakasema chakula yao inakosa kuhusika, sababu yale uchavu uko pale. Tumeona Sakanja akiwa amejitolea sana kushirikiana na community na kushirikiana na hii timu yake. Kwa hivyo mambo yote tunaona Sakanja ametupangia na ndio maana ametumia mpaka ofisa akuja aweze kutufundisha na ako na mingi sana ya kutuambia. Kwa hivyo tunasubiri atuambie na atuimize saii, ndio tuweze kuendelea kufanya hivyo. Udhiru tukiwa pamoja vitakuwa safi. Wanakijiji walipongeza juhudi hizi, wakisisitiza kuwa mikakati kama hii huchangia katika mazingira safi na salama huku pia ikihimiza mshikamano kati ya wakazi. Hello, kwa majina naitwa Maria Waboi. Mimi ni kwa. So, huku tumekuja leo clean up, tunafanya usafi safi, at least tuangalie hizoa wameweza kufika tuwasaidia saidia kufagia fagia. wengi walionyesha nia ya yao ya kushiriki katika shughuli zaidi za usafi na kuwaomba mamlaka kuweka suluhisho zaidi za usimamizi wa taka kama vile sehemu maalum za ukusanyaji wa taka na mipango ya utumiaji upya wa taka hii kazi ya clean up ni kazi mzuri sana kwa sababu wakati hata watu wanaona tunafanya hii kazi watu wanaona kuna kila kitu tunafanya kama watu wa kutengeneza kama sasa hii sehemu ya Nairobi tunaifanyia kazi mzuri, na hii ndio kazi ambayo wananchi wanafaa kujua na kusikitiza. Hatu wakati tuko kwa hii kazi, wakawe wakijua, hata wewe pahali huko wacha pawe pasafi, pahali huko pawe pasafi, si ati ngojee sisi ni hata pahali unakaa, ukae kwa mazingira yako na ukae ukijua lazima uwe Pahali pasafi. Usiwe wewe mwenyewe uko na chafu. Pako unafanya hata nyumba yako iko na chafu. Tuache kuachilia. Hasa hawa watu wanapika gedheri, maharagwe, kumwaga mwaga maji ambayo inanuka ambaynanuka ovyo ovyo. Hata hizo hawatakikani. Mtu akiingia akikoboa pahali duka anaoneshwa pahali ya kumwaga chafu yake ya maji yake. Si kumwaga kwa barabara. Hii ni kuadhiri barabara. Hii lami inatumia pesa mingi sana. Kwa hivyo wakati mtu anaharibu lami anaharibia serikali kazi yao. Tafadhali watu wote wasigatie na kujua hatutaki kuharibiwa kwa barabara ama mazingira yetu. Mafanikio ya kampeni ya usafi ya leo yanaonyesha nguvu ya, ya mshikamano wa jamii katika kushughulikia changamoto za mazingira. Viongozi wa eneo hili waliwataka wakazi kuendelea kushiriki katika juhudi hizi, wakisisitiza kuwa mazingira safi yanawanufaisha wote kwa kuboresha afya ya umma na mandhari ya jiji. Nikiripotia Kifagio Media Team, ni mie wako Daniel Jonathan almaarufu JD. Usisahau kupiga like, kusubscribe na kufinya kengele ili kupata habari zetu pindi zinapochipuka.